Tunao eh, uongozi kama ifuatayo: tunao mkutano mkuu, tunayo kamati kuu ambayo sasa itaitwa bodi kutokana na mabadiliko ya NGO. Sasa hawana, hawana neki wana, wana, eh, wana, kika, wana kamati inaitwa bodi. Hizi eh, non-governmental organization zote zinakuwa eh, ni, ni bodi, alafu tunao viongozi wa kila matawi viongozi wa matawi wanapatikana kila mkoa. Sasa mikoa ishirini sasa Tanzania bara na, na Zanzibar tayari tuna matawi ambayo ni mikoa na kule tunampata mwenyekiti wa, wa mkoa. Mfano, mimi sasa hivi ni mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam, e, kwa sababu ni sharti ili upate ngazi ya taifa uwe mwenyekiti wa, wa mkoa mmojawapo, kwa maana ndio tawi. Kwa hiyo unakuwa mwenyekiti wa mkoa.